Jumatatu um, nyingine tena ndani ya T-Sport ya television Tumaini tunakutana kwa ajili ya kuangazia yale ya kimichezo ambayo yametokea ndani ya wiki hii, lakini yale ambayo yanatarajiwa kutokea. Jopo la wana michezo katika kuyatazama yale ya michezo ambayo yametokea wiki hii, niko na mimi, ni kiongozi lijiramba la T-Sport, Simoni Rwanda, lakini tunaye Jafet Simba pamoja na Deus ila ndogo. Kwa pamoja tunakukaribisha tuweze kuangalia ndani ya dakika thelathini tu za T Spoti tote. Sasa tukaangalie zile ambazo tutakwenda kuyatangazia kwa maana ya sport round up. Baadaye tutarejea kwa ajili ya kuanza kuchakata moja baada ya nyingine. Yes, mtazamaji wa T Sport karibu, tuziangazie zile taarifa za michezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na tukianza hapa nyumbani, tuanze kwa kumulika uchaguzi mkuu wa viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, ambapo juma lililopita ilikuwa ni mahususi kwa ajili ya watiania kuchukua na kurejesha fomu za kuwania nafasi mbalimbali. Nafasi zinazowaniwa katika uchaguzi huo uliopangwa kufanyika Agosti 16 mwaka huu ni saba, ambapo sita ni za wajumbe wa kamati tendaji na moja ni ya rais. Zoezi hilo la kuchukua na kurejesha fomu limeibua vilio kwa baadhi ya watiania wa nafasi ya uraisi ambapo Shija Richard na Ali Mayai pamoja na injinia Mustafa Himba waliokuwa wakilalamikia kipengele cha wadhamini wa wagombea kilichopo ndani ya kanuni za uchaguzi wa TFF. Himba alisema kamwe hawezi kukubali pesa yake ya shilingi laki tano ya kuchukua fomu iliwe bure kwa sababu kipengele hicho kipo kama mtego wa kukusanya pesa kutoka kwa watiania ambao wengi wao wamekosa watu wa kuwadhamini ambao ni wanachama wa TFF. Kilio kama hicho pia kili tolewa na Ali Mayai ambaye alisema amekosa kabisa wadhamini lakini amerejesha fomu kwa mujibu wa taratibu isipokuwa mengine anawaachia watu wa kamati ya uchaguzi waamue. Kwa upande wake Shija Richard amesema atamfikisha rais wa sasa Wallace Karia katika kamati ya maadili kwa kosa la kukiuka maadili hasa katika swala la uchaguzi. Ikumbukwe katika mkutano mkuu wa mwaka jana wanachama wote wa TFF walikubaliana kwa kauli moja kumdhamini rais huyo. Mchakato wa uchaguzi unaendelea kwa mujibu wa katiba hadi itaka fika kipindi cha kampeni wiki chache baadaye. Tuende katika taarifa nyingine ambapo uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam umechaguliwa kuwa mwenyeji wa mechi ya ufunguzi ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji yani wa ndani yani CHAN, huku fainali zikitarajiwa kuchezwa katika uwanja wa Kasarani, Nairobi, Kenya, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirikisho la soka barani Afrika, CAF, Juni 19, 2025. Michuano hiyo itafanyika kuanzia Agasti 2 hadi 30, 2025 na itaandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ya afrika mashariki yani Tanzania, Kenya pamoja na Uganda. Uteuzi wa viwanja hivyo ni sehemu ya maandalizi ya kihistoria kwa michuano hiyo inayowashirikisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani pekee na inatarajiwa kuvuta hisia za mashabiki kutoka sehemu mbalimbali barani Afrika. Twende tukaangazie mchezo wa kuogelea, ambapo huko wito umetolewa kwa vijana kujitokeza na kujiunga kwenye mchezo huo wa kuogelea, kwani ni mchezo ambao unasaidia vijana wengi kuwa imara kiakili na kimwili. Pia mwenyekiti Mwasioge amewakaribisha vijana wengi kujiunga na mchezo wa kuogelea mara baada ya kufanikisha mashindano ya vijana umri chini ya miaka 12 Tanzania National Junior Championship yaliyohusisha vijana zaidi ya 250 yakishirikisha klabu 18. Tuangazie mbio za pikipiki ambapo mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amesema kutakuwa na maboresho makubwa kuelekea awamu ya pili ya mashindano ya pikipiki ya Samia ikiwemo ongezeko la zawadi kwa washindi, ambapo mshindi wa kwanza atapata shilingi milioni 15 badala ya Makonda amesema mashindano hayo kwa mwaka huu yatajumuisha mbio za baisikeli huku watazamaji wakikadiriwa kuwa zaidi ya elfu 20. Mashindano hayo kwa mwaka huu yatafanyika kuanzia Julai 12 hadi 13 jijini Arusha. Twende kwenye taarifa nyingine ambapo naibu waziri wa habari utamaduni, sanaa na michezo Hamis Mwinjuma amesema kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 11 kwa ajili ya kutekeleza mpango wa kuboresha miundombinu ya michezo katika shule za sekondari kumi ambazo ni miongoni mwa shule teule 56 za michezo nchini. Akizungumza Juni 20, 2025, wakati wa ufunguzi wa mashindano ya umoja wa michezo na taaluma kwa shule za sekondari UMISETA yanayofanyika mkoani Iringa, Mwinjuma amesema lengo la mpango huo ni kuweka mazingira rafiki kwa michezo na sanaa shuleni ili kuandaa wana michezo na wataalamu wenye uwezo wa kushindana katika ngazi ya kimataifa. Tuondoke hapo, twende katika anga la kimataifa hapo, huko nako yako mengi kweli kweli. Juma lililopita timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ilianza kwa kuliwakilisha vyema bara la Afrika katika michuano ya kombe la dunia la vilabu inayoendelea nchini Marekani, kwa kuwa timu ya kwanza kutoka Afrika kupata ushindi. Ilishinda mchezo wake wa kwanza kwa hatua ya makundi kuifunga goli moja kwa bila yulsan Hyundai ya Korea Kusini. Goli la Mamelodi Sundowns lilifungwa na Ikram Rayners katika dakika ya 36. Mamelodi Sundowns ni moja kati ya timu za Afrika zinazotumainiwa kufanya vizuri katika michuano hiyo kutokana na kwanza, inatoka kwenye ligi yenye ushindani, ubora wa kikosi chao cha msimu huu na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika timu hiyo. Nyota wa Inter Miami na timu ya taifa Argentina, Lionel Messi mwenye umri wa miaka 37, amefichua kuwa hana urafiki na star wa Al Nassr na timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 40. Messi, ambaye kwa sasa anashiriki hali za kombe la dunia la klabu akiwa na Inter Miami amesema kwamba mazingira yamesababisha yeye na Ronaldo wasi wanaheshimiana. Amesema ushindani na Ronaldo ulikuwa katika eneo la kuchezea, na kila mmoja wao alitaka kufanya vizuri zaidi kwa ajili ya timu yake. Amesema nje ya uwanja wao ni watu wa kawaida sana na siyo marafiki. Ni kawaida kwa sababu hawatumii muda kwa pamoja, lakini pia kila siku kila mmoja anampa mwenzake heshima kubwa. Kauli ya Messi ni kama marudio yalichokisema ya mwaka 2017 kuhusu mahusiano yake na Cristiano Ronaldo. ni hayo katika taarifa za michezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na zimeletwa nami Novatus Victor. Naam, hiyo ndo e, kwa ujumla zile stori zetu ambazo tutakuwa tunaziangalia pamoja na wachambuzi wetu, lakini kubwa tutaangazia miongoni mwa yale ambayo umetoka kuyaona hapo. Bwana e, uchaguzi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Uh, vilio vya wenye kutaka kiti cha urais vimekuwa ni viko sana Jafet Simba hususani yeah, kwenye maswala ya endorsement eh, ni kweli ukiangalia imekuwa katika uchaguzi huu mm, unaona jinsi gani ambaye aliyoko madarakani amejitengenezea mazingira mazingira ya kuendelea kuwepo katika madaraka yake mm, eh, ameshindwa kutoa nafasi, kwa sababu kama watu wanaweza wakachukua fomu, nadhani zile fomu ni shilingi laki tano tano kwa upande wa marais si ndio? Eh, la, mtu anachukua fomu lakini anakuja kuirudisha bado hana watu wa waku, kumdhamini mm. Hilo ni tatizo kubwa. Unaona jinsi gani ambavyo rais aliyekuwepo madarakani amekuwa na mizizi eh, ambayo ameisambaza sehemu zote katika mm, mikoa mm. Lakini ukija kuangalia, uh, katika eneo eh, hilo unakuta kwamba kwa mfano nimemsikiliza Ali Mayai Tembele mm. Ja, lakini pia vivyo nimemsikiliza Msindo Msolo hey, yes, baadhi ya wagombea wengine unaona mm, jinsi gani ambavyo wamekutana na wakati mgumu, lakini hii nahisi ni kama vile alioko madarakani anaona kama anahitaji kufanya kitu kingine miaka 8 eh? Sasa hivi ni mhula wa tatu m, wanaokwenda atakuwa ni wa tatu ona ni jinsi gani ambavyo amejiandalia um, mazingira ya kwamba kuna ndoto labda anataka kuzitimiza ndio aondoke. Mm, lakini sivyo hivyo. <laughs> lakini so yani, unapoitisha demokrasia ni lazima utengeneze mazingira ya wenzako kuingia. Mm, yani wale ambao wanakuja kukuchallenge. Mm, hata basi kama watashindwa kukuondoa kwenye madaraka. Mm, lakini ionekane kwamba kulikuwa na watu wana mawazo mengine. Mm, lakini hii naiona ni jinsi gani ambavyo mawazo wamefinywa. Nikumbushe tu kwamba mimi sisemi kwamba walia wale skalia ni mbaya mm, ni rais mzuri sana, amekuwa na mambo mazuri lakini, kunapoitishwa uchaguzi watu wanaamini kuna mawazo mengine yanahitajika, mm. tarehe saba mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na moja pale Tanga mm, wakati anapata ana, ana, ana nafasi nyingine ya, ku, ya, ku, ya kuongoza, mm. alipopitishwa mm, alitoa sifa zake nyingi ambazo amezifanya katika kipindi chake eh, lakini mambo makubwa ambayo aliyazungumzia ni kuhusiana na kwamba vilabu amevitoa kwenye kupata milioni eh, milioni saba mm. kwa msimu mzima akavileta kwenye milioni kumi kwa msimu mzima mm. na sasa vilabu vimeenda kwenye milioni mia nne kwa msimu mzima. Kwao ni vitu ambavyo tunakubali tuna, tuna, amefanya lakini, wewe unapokuwa umefikia sehemu, kuna watu wanatakiwa kupokea kijiti na wenyewe pia watakuja kuanzia pale ambapo wewe ulipoishia watajaribu kuwaza zaidi na kwenda mbele. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ambavyo watu wamepata uh, wakati mgumu wa kuingia kwenye ili eneo na uchaguzi ambao unakwenda kufanyika, mnaona kile kile cha elfu mbili mm. na ishirini na moja ndio kinachoenda kutokea kwamba watakwenda kwenda kwenye mkutano mkuu kwenda kumuidhinisha yaani, kumpitisha si. mm. rasmi kuwa ni rais wa shirikisho. Sasa sasa sasa, Des, kuna urasimi gani mgombea mmoja kama katiba inahitaji uh, endorsement tano kwenye endorsement ya arobaini na saba ukachukua arobaini na sita ya ukiwasikiliza uki wenyewe namna ambavyo wanazungumza kwa maana kwamba kamati ya uchaguzi mm. e, ni kwamba kuna haja ya wagombea kwenda kufanya e, maridhiano au kwenda kuomba endorsement mapema, kabla mm. ya mwenzako kwenda kuchukua hiyo endorsement, kwa maana kwamba udhamini, na wanakwambia sheria au kanuni jinsi ambavyo wanavyotaka ni kwamba ukisha au chama kikisha mwindozi mtu mmoja mm. akiruhusiwi kuweza kumwindozi mtu mwingine wa pili. kwa hiyo Uh, kuna haja ya kuweza kuona namna gani ambavyo we kama una haja ya kwenda kugombea nafasi ya urais, na kwa maana kwamba urais wa TFF kwenda kuomba endorsement mapema kabla ya mwenzako uh, ajienda kuomba sasa. Kilichotokea katika msimu huu na misimu mingine ambayo imepita ni kwamba uh, watu ambao wapo katika madaraka inakuwa ni wakati mwepesi, au wanakuwa na wakati mwepesi wa kuweza kupata endorsement so, uh, uh, kuna kauli moja ya Kiswahili inasema kwamba mbwa ambaye unampa chakula hawezi kung'ata hata siku moja. Kwa mfano, waraskaria ni rais wa TFF kwa maana kwamba anasimamia mpira wa miguu wa Tanzania kumbana, kabisa. Kwa maana kwamba ni rais wa, wa vyama vya mikoa ambao wenyewe wanaotoa endorsementi wa ni mtu ambaye anasimamia sijui kamati za uamuzi chama cha wachezaji huko kina siku tanza ye ndio rais si ndio? Yes. kwa hiyo inakuwa ni wakati mwepesi au inakuwa ni rahisi kwake kwenda kuomba endorsementi na akakubaliwa, kwa sababu ndio mtu ambaye anaishi nao kila siku tofauti na mtu ambaye anatoka huko anakuenda kuomba endorsementi kwa mm -hmm, watu ambao anakwenda kugombania kiti hicho na mtu ambaye yupo madarakani. Kwa hiyo nini cha kufanya? Solution kwenye ile ni watu ambao wanandaa hizi kanuni. Wakati mwingine kuna haja ya kuweza kuweka kanuni ambazo zitatoa demokrasia sawa kwa watu wote ambao wanakwenda kuwania kiti cha urais. Na changamoto ndio iko hapo kwamba kwa wakati wanaandaa tu kanuni watu wanapitisha kanuni, kanuni oh. Sijui huo wanafikiria nini kwa baadaye, kwa maana kwamba hizi kanuni ambazo zimeandaliwa ni za kumlinda mtu ambaye yupo kwenye madaraka na sio kuweza kutoa demokrasia ya mpira Saan, kwa watu wengine ambao wapo nje. Kwa hiyo wakati tunamalizia, kuna kitu ambacho Simon amekuliza vizuri sana kwamba zinatakiwa nne tano tano, yes. Sasa wewe umechukua 46 kwatumia zile tano, kwa nini zingine usiziache? Unaweza unaweza kukaa nazo zaidi ya tano, sasa hivi zifanye kazi gani? kukuonesha mambo na kubarika zaidi na, na mimi nafikiri kanuni eh, unajua unapochukua endorsement zile ndio nafikiri ndo unaanza kupiga picha ya kura zako, yaani unaweza ukashinda kabla kuelekea, na ndicho kilichotokea kwa sababu kama alikuwa anataka wengine waingie waje wa challenge angeacha zile sehemu nyingine, basi angechukua hata ishirini basi alafu zile nyingine akaziacha zina hengi, ili ao walotoa laki tano tano zao waje wafaidi kuingia kwenye mchakato. Lakini kikubwa ni hapo kwamba twende tu kwenye kanuni, watu ambao wanakwenda kwenye mkutano mkuu wa TFF wanapochagua ao wanapoandaa hizi kanuni kuhakikisha kwamba wanatoa mazingira sawa kwa watu wengine ambao wanakuja huku nje. Maana yake urais wa TFF sio mtu mmoja wala wa familia. Kila mtu ana haki, Mtanzania kwenda kuchukua kiti cha urais na ana haki na kwenda kugombea kwa sababu ana haki ya kikatiba, si ndio? Kwa hiyo watu ambao wanaandaa kanuni ndio tukafanya hizo kazi kiusahihi. kiu ali ali mayai tembele Jafet Simba yeah. E, nafikiri uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na moja yeah. alikuepo katika alichukua form yeah. na alivyopeleka alikosa endorsement hata moja yes na this time vivyo hivyo sasa, yes. akutakiwa kuangalia ama kucheki upepo ukoje? Ah, mimi si mlaumu ali mahai tembele mm. Nacholaumu ni watu walioko ndani, wameshindwa kufungua milango ikae wazi, ili demokrasia ifanye kazi yake. Lakini alichokifanya ali mahai tembele ni halali kabisa, kwamba yeye anajiona anastahili kuwa rais wa TFF. Sawa Jafet Simba. Bwana eh, kitu kingine nafikiri kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambapo kwa sasa rasmi sasa kupigwa tarehe ishirini na tano maana kwa maana Jumatano ijayo. Simba jana alikuwa amecheza mchezo wake wa ligi dhidi ya Kagera Sugar akapata ushindi wa goli moja. Yanga Africans wakacheza na Dodoma Jiji katika uwanja wa nywa Amani wakapata idadi ya magoli matano kwa sifuri. Tutarajie kwa dakika moja moja au mbili, tarajie dabi ina namna gani? Deus yes, ni mechi nzuri kama itakuwepo. Ni mechi ya mwamuzi. Yes, ni mechi nzuri kama itakuwepo kwa sababu Uh, Simba bado hawajaidhinisha wala hawajatoa taarifa kwamba watakwenda uwanjani ama watu kwenda, kwa sababu ya tamko lao ambalo wa waliitoa wa siku moja kabla ya mchezo la tarehe 15 kuweza kuahirishwa. Kwa hiyo kama ni mechi ambayo itakwenda kuchezwa itakuwa ni nzuri kwa sababu ni mechi ambayo inakwenda kutoa maamuzi ya nani anakwenda kuwa bingwa wa ligi msimu huu kwa sababu, sababu ukiangalia kwenye pointi Yanga 79, Simba 78. Kwa hiyo tofauti ni wa pointi moja. Hakuna namna yote Simba anaweza kawa bingwa basi na kupata ushindi katika mchezo wa siku ya Jumatano. Hakuna namna yote Yanga anaweza kaenda kawa bingwa basi na kupata ushindi au sare katika mchezo wa siku ya Jumatano. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo ni mechi nzuri, lakini kingine kinachokwenda kuchagiza ukiachilia mbali ni mechi ambayo inakwenda kuamua bingwa ni kwamba ni mechi mechi ya dabi siku zote. Mechi ya dabi huwa na vitu vingi, kwanza maandalizi ya ndani na nje ya uwanja, lakini pia hali ya mwamko wa watu na watu pia walikuwa ni si mechi kwa sababu imeirishwa mwezi wa tatu, ikairishwa mwezi wa tano, imeirishwa mwezi wa sita, imeirishwa tena imekuja kuchezwa tena mwezi wa sita kwenye tarehe nyingine. Kwa mara mbili imeweza kuirishwa. Kwa hiyo nakuonesha namna gani ambavyo itakuwa ni mechi ambayo imeweza kuimisi siku nyingi, lakini kingine ni kwamba Simba imepitia wakati mgumu sana kwenye kupata matokeo ya ushindi mbele ya Yanga. Kwa hiyo naweza kuonesha namna gani ambavyo mechi itakuwa kwenda kuwa tafu, lakini ukilinganisha kwamba ni mechi ambayo inakwenda kuamua nani anakwenda kuwa bingwa msimu wa Premier League na jafeti Simba kuhusiana yeah. na suala la dabi uh, tumeona uh, wakati Simba wanaelekea kwenda kucheza mkoani yeah. uh, kabla ya mechi ya jana mashab yes, mashabiki wengi walikuwa wanazungumza tumebakiwa na mechi mbili, mechi mbili, mechi mbili kuhusiana na ile ya kengodi pamoja na ile ya jana, lakini klabu yeah. ya Simba haijasema chochote kuhusiana na hili imekuwa yes, ni jambo gumu sana kuelewa sasa hivi kwa sababu hata ukijaribu kupita kwenye mitandao yao ya kijamii ambao ndio wamekuwa wana wana posti mara nyingi sana vitu hmm, vingi huo. Hmm, ni hiyo posti ambayo inaozungumzia kuhusiana na uwepo wa dabi. Hmm, sasa posti ya mwisho iliyokuwepo ni ya kuhusiana na dabi yao ya tarehe kumi na tano hmm. Sijajua viongozi wa Simba ni nini ambacho wamekinaniana. Na wala ile barua ya kusema tofauti ya tarehe 15 ta hawachezi hawajaishusha hawajaishusha ipo pale pale. Sasa so, unaona ni jinsi gani ambavyo uh, unapitia wakati mgumu, kwamba ni game mind mm, kwamba tufanye surprise siku ya mechi tutokee, au kuna mkakati ambao uko chini kwa chini, ambao mimi siamini, kwa sababu tumeona sote kwamba ili, ili jambo limeenda kutatuliwa katika mm, mamlaka ambazo zimeshauri vizuri mm, yaani hazijafanya uh, ya maamuzi, zimeshauri zime zime vizuri, kwamba bana, tufanye hivi tufanye hivi ili mambo yaende vizuri, na viongozi wa Simba na Yanga wote walikuwepo kwenye, kwenye mm -hmm. jambo hilo sasa mm -hmm. kama leo Simba wamerudi alafu waseme chochote, mimi kwa upande wangu, kwa fikra zangu mm -hmm. naamini kwamba inawezekana ni game mind, kwamba Yanga waamini kwamba Simba wanaweza wasilete timu, alafu wanaenda kuwa surprise, wanaingia uwanjani, wanacheza mechi. Hivyo ndivyo ilivyo nachokiona. Sawa bwana, tuone sasa katika anga la kimataifa, tuangalie uh, kwa ubingwa wa dunia. Yes. Eh, kwa ujumla tumeona jana Madrid alikuwa ameshinda goli nne kama sasa hivi. Tatu tatu Atletico Madrid alikuwa na nani naye? Mbona Atletico Madrid leo wanacheza unazionaje, mechi ambazo pengine zimepigwa jana eh, na tumeshuhudia jana, jana uh, Asensio akila kadi nyekundu. Yes kabisa, miongoni mwa mechi ngumu kwa msimu huu, lakini pia miongoni mwa mechi ambazo ni tough sana, kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hivi idadi ni zaidi ya kadi nane nyekundu ambazo oh, zimekwisha oh, oh, kutoka katika hii michuano ya klabu bingwa dunia pale nchini Marekani. Kwa hiyo inakuonyesha namna gani ambavyo eh, ni mechi za namna gani ambazo zinachezwa ni tough game sana na eh, ukienda kuangalia mchezo mmoja mmoja hasa ni timu kutokea Amerika eh, zinakuonyesha ni kwa namna gani au aina gani ya mchezo ambao wako nao. Ni watu ambao wanapenda mpira ambao ni wa tough. Ni watu ambao wanapenda mpira ambao ni wakazi kazi sole mpira ambao ni wale mama. Kwa hiyo ni mechi fulani hivi ambazo ni nzuri, kwa maana kwamba kwa sababu kwanza ni mfumo mpya huu ambao umekuja kuanza katika msimu huu wa timu thelathini na mbili badala kama ilivyokuwa misimu mingine lakini hmm, pia hata ukiangalia mwanzoni kulikuwa kuna mwamko mkubwa kama ulivyo sasa hivi. Sasa hivi unaona hata ukienda viwanjani watu ni wengi wanashangilia mechi, lakini pia hata mwamko wa watu kwenda kujitokeza kushangilia hata kutazama pia umekuwa ni mkubwa sana kuliko vile ambavyo ilivyokuwa mwanzo. Lakini surprise kubwa ni kwamba e, matarajio yameenda kuchingana na uhalisia hmm, yaani vile ambavyo watu wengi walitarajia kumekwenda kuwa tofauti na vile ambavyo inavyoonekana sasa hivi. Kwanza anzia kwenye matokeo ambayo yanapatikana katika hii eh, michuano ya bingwa dunia kwa ujumla. Watu wanatarajia kuweza kuona kina Madrid wakifanya vizuri, kina Man City wakifanya vizuri, wanafanya vizuri, kina Chelsea wakifanya vizuri, wanafanya vizuri, lakini sio kama vile ambavyo watu wanatarajia. Naenda kaangalia katika misimamo ya makundi yote, angalia timu kutoka Amerika Amerika, jinsi ambavyo zinafanya vizuri, jinsi ambavyo zinavyoshikilia nafasi zile za kwanza katika makundi yote, tofauti na vile ambavyo mwanzoni ilivyokuwa eh, lakini michuano fulani jambo ni mizuri kwa sababu kwanza na fedha nyingi, wanakwambia kwamba katika hii michuano, uh, ucheze mechi uh, utoe sare uh, upoteze ushinde, uh, kila mtu ana fedha yake, hata ukipoteza mechi ile, kwenda kitendo cha kuingia tu uwanjani kufika tu uwanjani ukapeleka na na, hakuna a hatuchezi kuna <laughs> fedha yake. Kwa hiyo ni michuano ambayo imekuja kuibua na itatupa eh, maana timu gani au mchezaji gani anaweza kwenda kuwa bora wa kidunia, kwa sababu inachukua A list ya mabara yote mm -hmm. Afrika, Europe, Asia, lakini pia Amerika kote inachukua A list. Kwa hiyo tunaweza tukaona ile radha ya kuweza kuona timu gani ambayo ni bora zaidi kidunia, tofauti na ilivyokuwa zamani kwamba unachukua mabingwa tu wa Afrika, Ulaya, mmoja mmoja unaenda kwa kutanisha, wanacheza mechi, lakini timu hii unachukua wale A list ambao wanafanya mm -hmm. vizuri katika kila bara, unaenda kwa kutanisha sehemu moja na wanacheza, lakini kikubwa zaidi kingine kibaya kwamba Afrika tunajitahidi lakini, bado uone ile mwamko maana Lord Yesu mechi ya kwanza alishinda, mechi ya pili kapoteza. Angalia Wydad kapoteza michezo yote miwili mm, bado humuoni katika ule mlolongo wa kuweza kufanya vizuri. Mwangalia Esperance de Tunis naye pia humuoni, mwangalia Al Ahly pia nafasi ya mwisho pointi yake moja kwa, bado Afrika pia tunajikongoja, licha ya kwamba ni mechi ni mgeni, lakini pia uwekezaji wetu na wenzetu pia ni tofauti. To imani msimu mwingine ambayo anafuata utafanya vizuri zaidi hivi ambavyo tumefanya katika msimu huu. Jumamosi, uh, Esperance de Tunis alishinda goli moja kwa sifuri kabisa dhidi uh, ya uh, Los Angeles ambaye anatokea eh, pale pale eh, Marekani, okay. Na jana Widad akapokea kichapo cha magoli manne mm -hmm, eh, kwa moja dhidi mm -hmm, ya, ya Juventus. Sidhani kama kuna eh, Widad angeweza kufurukuta mbele ya Juventus yaiona, eh, yes, yes. Lakini pia uh, hebu tu Jafet tu tutazame sasa, pengine eh, ligi kuu ya Uingereza ya tayari ratiba ya yake ishatoka, yep. Na tunaanza na big match kati ya Manchester United dhidi ya Manchester United. e, ligi itaanza ya moto <laughs> e, taanza ya moto, na mbaya zaidi ni kwamba unaenda kuzikutanisha timu ambazo, mm, zimekuwa muda mrefu zikiibeba ligi yenyewe. Mm. Yaani unapozungumza Manchester United na Arsenal, zeganazi, unaona kabisa kwamba ni timu ambazo ukiziondoa kwenye ile ligi, ligi inaweza ikakosa thamani yake. Mm zinaenda kufungua dirisha la, la, la, la, la, nini kufungua mchezo wa kwanza yeah. Na unaona jinsi gani ambavyo Arsenal wamekuwa na mwendelezo mzuri sana katika misimu hii mitatu iliyopita eh, na Manchester jinsi ambavyo wamekuwa na udhaifu katika hii misimu mitatu iliyopita. Kwa hiyo vinaenda kukutana na vikosi ambavyo vina majina makubwa, lakini Manchester United akiwa bado anapita katika udhaifu oh. Lakini eh, tahadhari kidogo iliyokuwepo Manchester ni wadhaifu katika ligi nzima, unakuta anaweza kucheza na Bradford akapoteza, anaweza kucheza na Everton akapoteza, lakini pale inapokuja kwenye big match oh, mara nyingi sana uh, wanasema dabi au big match huwa zina wafanya wachezaji waende wakaonyeshe uwezo wao ule wa mwisho. Sasa hichi ndicho ambacho tunakiogopa. Mara nyingi kwenye big match unaweza kumpa nafasi mtu kwamba anaweza kushinda lakini akifika uwanjani mambo yanaenda yanabadilika, kutokana na jinsi ambavyo mpinzani atakuwa amejipanga na mm. Ukimwangalia, Mikel Arteta amekuwa ni mzuri sana kutendeza kikosi, lakini kuna wakati makocha wengine wanakuwa wanaweza kumpiku kirahisi zaidi mm, mm. Kwa mfano, ukimwangalia uh, Amorim ni kocha ambaye ana uwezo kukaa chini na akakupigia hesabu ya kucheza mchezo mmoja ambao unawezekana uka Uka, ukafanya ma, mayale, ma, mbi, zile mbinu zake mm. zikaenda kukuvuruga ndani ya uwanja uh, ingawa kwamba tangu amekuja kuachana na kule Sporting CP ambao alikuepo mm. toka amekuja Manchester United kuna vitu vingi vimekuwa viasa vimekuwa na sasa hivi anaanza na asilimia kubwa ya wachezaji wengi amewaondoa ame, ame katika hesabu es, yake mm. kwa mfano ukiangalia mpaka Uh, hali Magwaya pia amesema ame, ame kwamba inawezekana ikawa sio sehemu e, ya kikosi chake e, ukiangalia kina Ginacho wote, amekuwa akisema kwamba baadhi ya wachezaji ambao anaona ni wachezaji hewa au mm, wafanyakazi hewa mm, yeye hata kuwa nao katika msimu unaokuja. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo Manchester inaenda kuandaa kikosi ambacho ni cha tofauti kabisa na tunachokiona, ukiangalia usajili wao, ingawa kwamba e, timu ambayo alikuwa anacheza imeshuka daraja lakini ni mchezaji ambaye alikuwa na namba nzuri katika katika msimu uliopita. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo wanaenda kumchukua kwenye kikosi ambacho kilikuwa ni dhaifu, wanamleta kwenye kikosi ambacho ni imara. Kwa hiyo itakuwa ni mechi nzuri na itafanya uh, English Premier League itaonekana kwa mwonekano mwingine. Sasa an ni kushukuru sana Jafet Simba, nikushukuru pia Deus Elando, nikushukuru pia mtazamaji ambaye ulikuwa na sisi katika T Sport ya leo, uh, kwa maana ya tarehe 23 ya mwezi wa sita. Mimi ni Simoni Lwanda, tuende sasa kwenye makwalukwalu, tuone huko nako kuna nini. Tukutane na Jumatatu ijayo, bye bye.